Leo nilikuwa nataka kushauri kitu mwanamke, usimwombee mume wako apate pesa kabla ujamuombea awe na hofu ya Mungu. Au mwanaume, usikazane kuomba kupata pesa kabla ujajiombea hofu ya Mungu. Kwa nini migogoro mingi inatokea kwenye familia baada ya wanaume wengi kupata pesa, kabla ujamjua Mungu, kabla ajao na hofu ya Mungu? Kwa sababu kwanza kabisa ukipata pesa kabla ya kuwa na hofu ya Mungu, kuna dhana inajengekaga ndani ya mwanaume kwamba kuhonga ndio wanaume sasa, ile inakuwa zaidi na cha pili. Ukishapata pesa kabla hujawa na hofu ya Mungu, wale wanawake wa nje wale hawatakagi mtu asiye na pesa bwana. Kwa hakika una mtu mwenye pesa ataroga vya kutosha, ili ampate yule mwanaume. Wale wa kujisogeza watajisogeza vya kutosha, ili ampate yule mwanaume. Kinachofuata ni kwamba huyu mwanaume anajiona yes, I am kidume. Anaanza kugawa pesa huko, na akirudi nyumbani anakutana na kelele za huyu mwanamke ambaye anampenda mume wake, hakupenda pesa. Na akienda huko nje, anapata ka utulivu fulani hivi, anaona Yesu, huyu ndo mwanamke, asijue kwamba huyu ama, anafuata pesa zake. Kwa hiyo kinachofuata, atatumia pesa uku nyumbani. Mke aliyempenda yeye, yeah, hakupenda pesa zake, ataondoa upendo kwake, watoto wake wataondoa upendo kwake. Huyo aliyempendea pesa, ataendelea kumpenda Siku pesa zikiisha, upendo utaisha, ataanza kumnyanyasa. Akirudi kwa mwanamke wake aliyempenda yeye, hakuzipenda pesa zake, atakutana na upendo ulishaisha na watoto walishamchukia. Ndo pale tunaishia kusema wanaume wanakufa mapema, wanakufa kwa upweke. Chanzo ni kwamba watu walizipata pesa kabla hawajamjua Mungu. Tafuta kwanza Mungu, usizitafute kwanza, usizitafute pesa. Mungu akubariki sana.